Sifa heshima na tukuzo ni zako e Bwana. Asubuhi ya leo tumesogea tena watoto wako, tuseme na wewe kwa neno lako. Tunaomba Mungu utufundishe neno lako sawa sawa na mapenzi yako, e Bwana. Kila mmoja akapokee sawa sawa na jinsi wewe Mungu kusudia ndani yake na katika maisha yake, e Bwana, tufundishe neno lako, e Bwana, tunahitaji kusikia. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Tukae, tunaendelea na somo letu toka tumelianza ile siku ya kwanza na, na leo tunahitimisha na tunatembea na somo inayosema mwombe Mungu aondoe roho ya wenyeji katika maisha yako na tunaongozwa na mstari ule kutoka kitabu cha kutoka 34 mstari ule wa kumi mpaka wa kumi na sita kutoka 34 mstari wa kumi mpaka wa kumi na sita neno la Mungu inasema akasema tazama nafanya agano mbele ya watu wangu wote nitatenda miujiza ya namna isiyotendeka katika dunia yote wala katika taifa lolote na watu wote ambao unakaa kati yao wataona kazi ya Bwana, kwa maana ni, ne, ni neno la kutisha ni kutendalo. Liangalie neno hili ninalokuamuru leo. Tazama mbele yako, na mtoa Mwamori na Mkanani na Mhiti na Mpelizi na Mhivi na Myebusi. Ujiazali nafsi yako, usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi ile unayoiendea isiwe mtego katikati yako, bali utamoa madhabahu zao na kuvunjavunja nguzo zao na kuyakatakata maashela yao, maana hutamwabudu mungu mwingine, kwa kuwa Bwana ambaye jina lake ni mwenye wivu ni Mungu mwenye wivu. Usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi, watu wakaenda kufanya uzinzi na miungu yao na kuitolea sadaka miungu yao. Mtu mmoja akakuita ukaila sadaka ya, yake, ukawaoza wana wako binti zako na, nao binti zao wakaenda kufanya uzinzi na miungu yao, wakawavuta wana wenu wafanye uzinzi na miungu yao. Kupitia somo hili na tuliposoma hapa kwenye Kutoka, ukiona mambo mbalimbali ambayo Mungu anafanya kwa ajili ya wana wa Israeli na kufanya kwa ajili ya wana wa Israeli na kuonyesha ukuu wake kwa watu wake, lakini hapa pia anawapa na kuwakumbusha wanaotakiwa kufanya, wanaotakiwa kulifanya juu ya roho ya wenyeji, roho ya wenyeji ambayo sasa walianza kuiruhusu, ndipo anaona kwamba ambayo sasa walianza kuiruhusu, ndipo anaona kwamba tayari tayari wameshaanza kuruhusu na kuanza ku... Kutu... ana wamezoea kwamba huwa unakutana nao wapi? mnazungumza nini? ukifika ofisini huwa mnazungumza nini? Sasa wewe leo unafika hauzungumzii hayo mambo wala haufanyi hivyo vitu, maana yake tayari umeshachukua maamuzi ya kutoka kwenye hiyo hali, ya kukataa hiyo hali ya wenyeji isikukamate na wewe uweze kuonyesha nguvu ya Mungu iliyoko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe, wapenda Bwana Yesu asifiwe Bali tunapokutana leo useme, tukutane kazini tu, tukifika kazini, kazi ni kazi, sio mambo mengine. Nimeshatoka, nimeshaondoka hiyo roho. Kama umeshajua kwa pengine, aha, kumbe nilikuwa nafanya haya ni kwa sababu ya hii roho. Niliyopata fundisho, nimepata fundisho toka kwa mtumishi Mungu amesema na mimi kupitia mtumishi wake, kumbe yawezekana nilikuwa nafanya haya kwa sababu ya roho hii. Hasa kuanzia leo, nifanye tu kazi Haya, mambo mengine sitaki tena. Kwa hiyo kama ni kazi, tukutane tu kazini. kama una ofisi yako na mimi na ofisi yangu, basi kila mmoja aendelee na kazi zake, na siyo hayo mambo pengine tuliyokuwa tunashirikiana. Mungu atakubariki kwenye maisha yako, au kwenye ofisi yako, kwenye biashara yako, kwenye uchumi, kwenye afya na kila kitu, kama utakubali kufuata maelekezo ya Mungu anayokuagiza, kunapozungumza roho ya wenyeji kuondoka kutoka kwenye roho ya wenyeji inayokukamata, iliyokamata uchumi wako, iliyokamata kazi yako, lazima ukubali kufuata maelekezo ya Mungu. Haya Mungu anayosema nitakubariki, anamwambia Ibrahimu kwamba nitakubariki, utakapoenda nitakubariki. Hatuwezi kubarikiwa kama hatujafuata maelekezo ya Mungu anayotuagiza, anayotuagiza na wewe ili uondoke kwenye hiyo roho iliyokukamata au iliyokamata uchumi wako iliyokamata watoto wako, lazima ukubali maelekezo ya Mungu. Ndiyo maana ya neno hili kwamba leo tunatoka, tunatoka kwenye roho hizo kwa kufuata kwenye changamoto na kukamatwa na roho ya za wenyeji kwa kutokufuata maagizo ya Mungu anayotuagiza anayotuagiza isema mtu unaweza ukaenda kanisani ukakuta kanisa lile, unataka nitoke kwenye hiyo roho iliyonikamata. Inawezekana sijui nimekamatwa wapi, lakini leo nataka nitoke kwenye hiyo. Nimesikia Bwana umesema na mimi, inawezekana nimeingia kwenye maroho haya Mahidi, Abraham kwamba kokote, kokote utakakoenda na mimi nitakuwepo. Mtoto wako atakapoenda Mungu atakuwepo, hata akasome Ulaya Mungu atakuwa naye na hawezi akadhulika kwa chochote, hawezi akakamatwa na, na roho yoyote vinginevyo, yeye atakuwa mwalimu wa kuwafundisha hao wengine. Yaani unaweza ukafika mahali ukaingia kwenye shule mahali, wewe ndio wanaanza kujifunza walimu wale kwako, na sio wewe kufika pale na wakubadilishe wao, wanze kujifunza kwao. Tunachokizungumzia kwa hapa leo kwamba utakapotoka maana yake ukawe kioo kwa wengine, ukawe ni mwalimu kwa wengine, ofisi yako ikawe mwalimu kwa ofisi za watu wengine, kwamba mnamuona fulani amefanikiwa, ni kwa sababu yule mama, kwa kweli kwenye utoaji, kwa kweli kwenye maombi, kwa kweli leo, kwamba sasa unahitaji kuingia kwenye mabadiliko, kuingia kwenye mabadiliko, kufanya mabadiliko kwa, kwa kweli, yule mwalimu nimejifunza mengi kwake. Kwa nini? Kwa sababu yaani amekuja ya hapa kwanza, ni mwombaji sio mwalimu. Akifika mgeni shule nzima, walimu wote, hakuna hata anaenda kanisani, alafu wewe ndio unaenda pale. Ukifika pale, una kazi kubwa sana, maana kuna shule moja kwetu, yani kweli pale walimu hawatawasani Kuja, kidogo, kila mwalimu anayekuja hata kama huwa anasali kidogo, akifika kiloo chake kinakufa kabisa. Kwa nini? Sababu wenyeji aliyowakuta ndio wako hivyo, kwa sababu. Ngoja niwasikilize wenyeji huwa wanaendaje, wajikuta na wewe unakamatwa mlemle unaenda, lakini ukifika ukasimama ukaionyesha nguvu ya Mungu iliyoko ndani, ndani yako yako nyesha ukaizihi mwalimu kwa, kwa hao wengine, kwa nini wataona mambo yako yanaenda, mambo ya kwao hayaendi, wataona ukiendelea kufanya vizuri. Lakini na katika mambo mengine, kama tulivyozungumza siku ile ya juzi na jana, kwamba Mungu anaweza kukamata uchumi, akakamata elimu, akakamata afya kwenye eneo fulani. Sasa wewe unavyoingia maeneo yale, wewe unatawala, utafika wewe. Wameshasema kwamba mtu akiingia kwenye kijiji chetu lazima mtoto wake afwe. Wewe unaingia hawaoni mtoto akifu, afwe wewe unaingia hawaoni mtoto akifa, hawaoni mtoto akiugua, hawaoni mtoto akiugua. Wanaanza kujifunza kwamba kumbe kweli huyu mtu ni mtu wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ameingia hapa. Haya mambo mbona hajamtokea? Lakini fulani mbona amekuja juzi tu tayari limeshatokea kwake, lakini huyu mtu ameingia juzi tu, hakuna chochote ambacho kimetokea, kime hata tu mtoto kuugua, kikozi hamna kwa nini? Nguvu uliyoibeba ndani yako ni kubwa, na inadhihirishwa na Mungu aliyeko ndani yako. Na shangaa unaanza kuwafundisha na watu wengine. Fuata maelekezo ya Mungu, usisahau hapo. Fuata maelekezo ya Mungu. Unahitaji kuondoka mahali ulipo, mahali ulipokamatwa wewe. Fuata maelekezo ya Mungu. Mungu anataka nini kwako? Kile anachokitaka Mungu kwako, fuata hicho. Mungu anakuagiza ukafanye maagano yao. Kwa nini? Mtakapoingia unashangaa binti zenu na vijana wao wakiolewa watakuwa wanafanya uzinzi na miungu yao. Hata nyie, vijana wenu wakienda kuoa kwa mabinti zao, manake lazima ujitahidi kusikiliza na kufuata maelekezo ya Mungu. Ni kuombe usimame, tuombe. Tunaposogea mbele za Bwana, naweza kuingia mbele za Mungu kwa kumwomba Mungu toba, pengine umepita sehemu mbalimbali umepita mahali fulani, unaona kabisa kwamba kwa kweli nahitaji kumwambia Mungu anisamee. Enda kamwambia Mungu akusamee, mwambie Mungu, nimekubali leo kufuata maelekezo yako, ninaomba unitakase, nipe ukurasa mpya. wanavyoniona wanavyonichukulia ninapoenda leo kazini, wasinichukulie kama wanavyonichukulia wanavyo zamani wasinione kama walivyokuwa wananiona zamani. Nguvu uliyoiweka ndani yangu ikawe fundisho pia kwa wengine. Nguvu uliyoiweka ndani yangu ikawe fundisho hata kwa ofisi za wengine, ukainulia wewe, Mungu wa kweli, ambaye unaweza kuondoa roho ya wenyeji, na ikashindwa kukamata maisha yangu na ya familia yangu yote. Hakuna, hakuna hakuna kama wewe hakuna hakuna aliye kama wewe hakuna hakuna hakuna hakuna aliye kama wewe hakuna, aliye kama wewe, hakuna

Ali kama wewe, ningekuwa wapi kama siyo wewe, mimi ningeitwa nani mimi, umejaa matele, umejaa neema na lehe mate, kama siyo kama siyo wewe ningekuwa wapi mimi, kama siyo wewe ningeitwa nani mimi, kama siyo kama siyo wewe ningekuwa wapi mimi umejawa na neema naalimatili umejawa na, siku ile ya kwanza mpaka siku ya leo umesema nasi kwa habari ya roho ya wenyeji kwenye maisha yetu, roho ya wenyeji kwenye kazi zetu, roho ya wenyeji kwenye mamlaka ulipotupa, roho ya wenyeji kwenye familia zetu, roho ya wenyeji kwenye afya roho ya wenyeji kwenye mji na kwenye mitaa tunakokaa. e Bwana, tunasogea mbele zako asubuhi ya leo, tunasogea mbele zako asubuhi ya leo. e Bwana, tunasogea mbele zako asubuhi ya leo, mfalme wa amani, katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo, kaa tumekamatwa, tumekamata, ikakamata uchumi wetu, ikakamata roho zetu, ikakamata maisha yetu, ikakamata afya zetu, ikakamata ofisi zetu. Leo Mungu tumekuja mbele zako, leo Bwana tumekuja mbele zako, wewe uliyesema jihadhari, Usije ukafanya agano na wenyeji wa eneo lile, na wenyeji wa eneo lile. E Bwana, tunakuja kwako kwa, e Bwana, tunaomba toba na rehema Yesu Kristo, tunaomba toba na rehema Yesu Kristo. Baba samehe samehe samehe samehe, kwa damu yako ya samani samehe, kwa damu yako ya samani samehe Bwana, kwa damu yako ya msalaba, katika jina la Yesu Kristo. E Bwana Baba, tusamehe maovu yetu, tusamehe e Bwana, tumeingia kwenye maagano tumeingia kwenye maagano, wakati mwingine Bwana. Bila kujua, bila kujua, bila kujua ma wakati mwingine kwa kujua kabisa, kwa kujua kabisa, kwa kujua kabisa. Ndiyo maana wakati mwingine unatembea na kutawaliwa na roho izie bwana na roho izie bwana baba tunakuja mbele zako asubuhi ya leo tunakuja mbele zako asubuhi ya leo tunakuja mbele zako asubuhi ya leo tunasema tunatoka tunatoka kwenye hiyo roho tunatoka kwenye hiyo roho tunatoka kwenye hiyo roho tunatoka kwenye hiyo roho katika jina la yesu kristo na kwa damu yako mfalme amani ulimwambia hata abrahamu ya kwamba toka mahali ongea mbele zako si kwamba tunaondoka kwenye ofisi zetu tunaondoka kwenye familia zetu tunaondoka mahali ulipotuweka bali ewe bwana tunatoka kwenye hizo roho za wenyeji tunatoka kwenye hizo roho za wenyeji tunatoka kwenye hizo roho za wenyeji tusitawaliwe ti tena tusitawaliwe tena tusitawaliwe tena tusitawaliwe tena katika jina la yesu katika jina la yesu katika jina la yesu kristo tunaziondoa tunaziondoa tunaziondoa ewe tuna tuna roho ya wenyeji ewe roho ya wenyeji ewe roho ya wenyeji toka kwenye maisha yangu toka kwa baba u... Huyu, toka kwa mama huyu, toka kwenye ofisi yake, toka kwa wafanyakazi wenzake, toka kwa jina Yesu, toka kwa jina Yesu Kristo, toka kwenye ofisi yake, toka kwenye familia yake, toka kwa watoto wake, katika jina Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ewe Mungu uliye hai na uliye mwema, ukaonekane kwa kila mmoja, ukatende sawa sawa na mapenzi yako, Yehova, katika jina Yesu Kristo, na kwa damu yako mfalme amani. Usimwache mama huyu usimwache baba huyu usimwache kijana yule usimwache mzee yule e Bwana katika jina la Yesu Kristo usiache ofisi yake ikaendelea kuteswa ikaendelea kusumbuliwa ikaendelea kutawaliwa na roho za wenyeji katika jina la Yesu Kristo na kwa damu yako wamfama amani onekana Bwana wa majeshi onekana Mungu uliye hai onekana kwenye familia yake onekana kwenye nyumba yake onekana kwenye kila jambo analotenda e Bwana wewe ndio ukasimame akawae mwalimu kwa wengine, watu wajifunze kupitia yeye watu wajifunze kupitia yeye wanapoitazama ofisi yake wanapoitazama ofisi yake wakuone wewe Mungu wa kweli wakuone wewe Mungu wa kweli ukitenda kazi ndani yake katika jina la Yesu Kristo na kwa miaka falumamani wanapoona ofisi yake wanapoona uchumi wake wanapoona afya yake wanapoona jinsi anavyokutumikia kanisani wajifunze kwake, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia leo, ukaseme naye, ukaondoke naye, ukatembee naye kila mahali. Damu yako Yesu Kristo ikamfunike, katika jina la Yesu Kristo, tunavunja kila madhabahu, tunavunja kila madhabahu, tunavunja kila madhabahu madhabahu za miungu madhabahu za miungu ya roho ya wenyeji tunaikataa kwa jina la Yesu Kristo, tunabomoa tunabomoa, maana wewe umesema utabomoa utabomoa utabomoa utabomoa utabomoa utabomoa madhabahu zao, e, Bwana, nasi leo tunabomoa madhabahu zao tunabomoa madhabahu zao tunabomoa madhabahu zao madhabahu zote ambazo zimejisimamisha zimejisimamisha tunazibomoa na vunja vunja kila nguvu kila nguzo unavunja vunja kila nguzo unavunja vunja kila nguzo iliyosimikwa na madhabahu na madhabahu na madhabahu ya roho za wenyeji katika jina Yesu Kristo, unakatakata unakatakata maashera yote, maashera yote, maashera yote, kwenye maisha yetu kwenye maisha yetu kwenye familia zetu kila mahali unakatakata kwa damu ya Yesu. Wewe Mungu usiyeshindwa na jambo lolote ukaonekane kwa kila mmoja, ukajifunue kwa kila mmoja, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu yako, amfalamu mani. Asante Yehova, maana wewe ni mwema, utakuwa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo na kwa damu yako, amfalmumani. Unaweza kukamata sadaka yako. kamata sadaka yako na kumbuke leo ni siku ya Ijumaa, tunakuwa na shughulani ya kuhitimisha ibada hii kwa maana ya wiki nzima, kwa hiyo naomba tusaidie wanaoratibisha. Kama watu wameshapata bahasha, basi ni kuombe upite nayo hapa mbele tuweze kuiombea. Karibu hapa mbele, tuweze kuiombea sadaka hiyo. Karibu sana, pengine labda hujachukua, karibu tu pia. Tuombe kwa pamoja. siogope sana Bwana Yesu, niko mbele zako asubuhi ya leo. Nimeshika sadaka hii, nimeshika sadaka hii mbele zako, ewe Bwana Mungu, naomba uipokee, naomba uipokee sadaka hii ambayo itakuwa ni kibali changu cha kuondoka kwenye madhabahu, cha kuondoka kwenye maroho ya wenyeji pengine yaliyonikama yakakamata ofisi yangu yakakamata familia yangu yakakamata ndoa yangu, ya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, Ka Yesu, ninakataa, ninakataa, ninakataa, ninakataa ninakataa kila roho kila roho iliyokamata maisha yangu, roho ya wenyeji iliyokamata familia yangu iliyokamata ofisi yangu leo leo leo, ninatoka ninatoka ninatoka ninatoka kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu, Yesu, Yesu kwa jina Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu, sitamilikiwa sitamilikiwa na madhabahu za, za roho ya wenyeji, sitamilikiwa sitamilikiwa na maroho ya wenyeji kwenye maisha yangu kwenye maisha yangu kwenye maisha yangu kuanzia leo kuanzia leo, damu yako Bwana damu yako Yesu damu yako mfalme iwe ndani yangu, iniongoze kila mahali kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kila nitakapokanyaga kila nitakapoingia kila roho ya wenyeji ikakimbie ikakimbie ikakimbie, ikakimbie ikakimbie kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Onekana mfano wa amani, nisaidie Bwana niweze kufuata maelekezo yako. Sema nami Bwana kila wakati, kila wakati ninapokutumikia, usiniache katika jina la Yesu Kristo, amen. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru tena kwa ajili ya watoto wako hawa. Wewe umesema nao kwa habari ya roho ya wenyeji. Mungu, msaidie kila mmoja.